Inakuja mbele za watu kuja kuomba ridhaa ya kupewa nafasi ya kuliongoza taifa letu kwa madhumuni ya kutoa uongozi na utumishi kwa watu wa Tanzania. Mambo matatu ya msingi yanayotusukuma kuja mbele ya watu ni kama ifuatavyo. La kwanza, tunakuja mbele za wananchi wa Tanzania kuja kuomba ridhaa kwa sababu sisi chama chetu chama cha, machetu, cha CCM kama vilivyo vyama vingine tumetimiza matakwa ya sheria, kanuni na miongozo ya tume ya uchaguzi. Lakini la pili linalotusukuma sisi CCM kuja mbele ya wananchi kuomba ridhaa ni uzuri wa sera, mipango na mikakati ya ushindi na maendeleo. Lakini la tatu lenye kujitofautisha baina yetu sisi na vyama vingine ni ubora wa wagombea wetu kwa nafasi zote kwenye uchaguzi huu. Hakuna chama chochote cha siasa kilichoshiriki kwenye uchaguzi huu chenye wagombea wenye sifa, uwezo, utayari, dhamana, madhumuni na malengo ya kusukuma gurudumu la maendeleo kusogea mbele zaidi ya wanachama na wagombea wa Chama cha Mapinduzi, wagombea wetu waliokuja mbele yenu. Hakuna mgombea atakayekuja kwenu kuja kusikitika, kuja kulalamika. Wagombea wetu wote wanakuja kwenu kuomba ridhaa ya kuwa watumishi wenu, waende wakafanye kazi ya kuleta maendeleo kwa faida ya taifa letu, na sisi tuna hakika kwa ubora huo na ubora wa sera zetu zilizoelekezwa katika ilani yetu ya uchaguzi ya 25 mpaka 30, tuna hakika tunayo kila sababu ya kuja kifua mbele kuja kwenu, mtupe ridhaa ili sisi twende tukatumikie. CCM oyee! CCM oyee! CCM oyee! Tunajua. Zipo baadhi ya changamoto. Miongoni mwa changamoto kubwa inayoyakabili majiji mengi, iwe ndani ya Afrika, iwe nje ya Afrika, ni pamoja na ukosefu wa ajira. Chama chenu, chama cha CCM, imeliona tatizo hilo na imetoa maelekezo na miongozo kupitia ilani yetu ya uchaguzi, ajira milioni nane zinapaswa zipatikana. Ajira hizo milioni nane haziwezi zote kutoka katika serikali kuu. Bila shaka mgombea wenu wa ubunge Profesa Kitila Mkumbo, yeye alikuwa ni miongoni mwa watendaji wetu, wataalamu wetu, mafundi wetu walioshiriki katika kupika na kuiandaa ilani yetu ya uchaguzi. Kwa hiyo mnapomchagua, mchagua Kitila, yeye atajua sera zinaelekeza nini miongozo yanaelekeza nini na kipi kifanyike katika utatuzi wa jambo la ajira katika jimbo hili la Ubungo. CCM hoye! CCM hoye! Ko, tunachohakikishia kwamba sera na maelekezo yetu, tunahitaji kuona fursa zilizopo katika kila kitongoji, kila kijiji, kila mtaa, kila jiji, fursa hizo zitumike vizuri kuwanufaisha na kuwapa faraja wakazi wa eneo husika. Po, tunachotaka kuhakikishia jukumu lenu nyinyi ni kutupa imani ya kura zenu tarehe ishirini na tisa mwezi huu, mwezi wa kumi, mwaka huu ishirini na tano, mtakapotupa imani ya kuturejesha tena kwenye dhamana ya kulitumikia taifa hili jukumu la kuleta maendeleo ni jukumu la chama chetu na serikali tutakayoiunda. Tutakachoomba cha ziada, nyinyi kama wananchi wa Tanzania, endeleeni kubaki kwenye umoja, endeleeni kubaki kwenye mshikamano, tunzeni amani. Sisi tunahakikishia tutawaletea maendeleo kwa kasi ya ziada kuliko ilivyokuwa kabla hapo. CCM oyee! CCM oyee! Koo, niombe sana Tupeni ridhaa, sisi tumejiandaa kuwatumikia ninyi. Chama chetu kimeasisiwa kuhakikisha kinahangaika na mambo ya haki, kuhakikisha kinahangaika na mambo ya watu tunaokusudia kuwaongoza kwayo. Tunachokiomba kwenu mkitupa ridhaa, tunachowahakikishia viongozi wetu, wagombea wetu, wanajua dhamana, dhima na jukumu walilokuja kuliomba kwenu ili kwenda kuwatumikia. Kidumu Chama cha Mapinduzi!